Inishafika leo sasa, shi bengine njo tunaanza komprendre gisi bazazi bali balitukomalisha kwa sababu zamani atukwa nayowaka kama mzazi anaeza kosa kitu make yenjo mwenye franga yenjo mwenye kila kitu meleo kwenye na shi tusha kwa bazazi, njo tunaanza komprendre kama maisha yote ni kujiforse, ni nikujituma ni kujitia panafasi ya mzazi malgre auna kitu autalia nikukaza ro sa we mwenye uko nachunga bakuleteye siku utakuwa muzazi, njo taregrete le masiku yenyengipashwa kutafuta ini onse kwa batu yote. Wakati ungalie jen, njo napashwa kutafuta kazi, unaachana na bile vya kukua na ikala o oh, papa oh, mama, tanipa nini na nini he? Shemeki yako alishachoka na weye, demai wako alishachoka na weye.